Nam, tukiwa katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya chaneli yetu ya Dr. Haruni Sharawi TV au The Social TV, hivyo kuna maswali yafuatayo ambayo tutapidi kumuuliza ili aweze kutuelezea kunako maswala zima ya siasa na demokrasia, kwa sababu huyu ni mwanadiplomasia wa maswala ya kijamii. Hivyo Dr. Sharawi, tutapenda kukuuliza swali la kwanza. Tuna maswali matatu hapa. Siasa na demokrasia, nini hasa ndani yake, na utufanulie Bada audhu billahi min alshaitani lrajim bismillahi arahmani rrahim alhamdulillah wassalatu wassalamun ala rasulillah muhammadun ibn abdillah waala alihi wasahbihi wasallim wa wabadi. Awali yeyote kabla ya kujitambulisha, nitumie fursa hii adhim na maridhawa kutoa shukurani za pekee kwa wale wote wapenzi wa chaneli zetu hizi, chaneli ya Dr Harun Shaharawi TV pamoja na the Social TV, kwa kupoteza muda wenu, lakini pia kwa kupoteza wakati wenu na kutupa nafasi ya kufuatilia vipindi vyetu, na sanjari na hayo, pamoja na kutupa sapoti ya kubonyeza alama ya subscribe pamoja na kushare, ili taaluma hii na maarifa haya yaweze kuenea katika jamii yetu lakini pia nitumie fursa hii kwa kuishukuru kuu nzima ya chaneli zetu hizi chaneli ya Dr Harun Sharawi TV na pamoja na chaneli yetu ya Dokta ya social, the social TV kutokana na ushirikiano mzuri ambao wameendelea kutuonyesha juu ya upangaji bora wa vipindi vyao. Hivyo kwa jina maarufu ninaitwa Dr Harun Sharawi Al Azhari, lakini pia ni, ni, katibu, ni naibu katibu wa jumuiya ya maridhiano amani na masuala ya kidiplomasia mkoa wa Kigoma. Lakini pia ni mjumbe wa jopo au baraza la mambo ya dini la wataalamu wa mambo ya dini kupitia taasisi ya Jimati Taifa. E, bila ikhtisari shadid ni kwamba kutokana na swali ambalo nimeulizwa hapa la nini falsafa eh, kwa maana ya maana ya siasa na demokrasia eh, kwanza kabisa ifahamike kwamba ufahamu mbaya juu ya maana ya siasa na demokrasia ndio ambao leo hii umepelekea vurugu kubwa sana duniani, lakini pia umepelekea umwagaji wa damu duniani lakini pia umepelekea kuleta jambo linaloitwa the imperialism, yaani ukoloni mambo leo. Sasa ukiangalia hasa nadharia na falsafa ya siasa na demokrasia utagundua kwamba haya ni maneno mawili, lakini mwisho wa siku yote yanatakiwa yatoe natija ya aina moja. Haya ni maneno mawili kwa maana ya siasa, kama siasa huu ni mfumo wa ukiutawala, ni mfumo unaoundwa kwa ajili ya kuja kuwatawala watu. Lakini pia unapozungumzia demokrasia, maana yake unazungumzia uhuru wa watu kuwachagua watu miongoni mwao ambao watakaokuja kusimamia misingi ya kanuni iliyowekwa na siasa tumefahamiana vizuri? Naam. Kwa hiyo unaweza kukua ukaona ni mambo mawili tofauti, lakini e, unapoangalia nadharia ya siasa yenyewe utagundua kwamba ni kila mfumo wa usimamizi au wa kiidara unaotengenezwa kwa ajili ya kuja kuwasimamia watu au kusimamia yale mambo ya watu. Mfano, watu wanahitaji kuwa na afya bora, wanahitaji kuwa na elimu bora wanahitaji kuwa na mazingira bora, wanahitaji kuwa na jeshi bora, wanahitaji kuwa na hukumu bora, tumefahamiana vizuri, au mahakama bora zitakazoendesha eh, hukumu zao kwa wale ambao watakaofanya makosa au ambayo itakayoamua haki. Kwa hiyo unapojadili swala la elimu, ili elimu iwe bora, lazima uwe na siasa bora, tumefahamiana vizuri, ambao kwa lugha nyepesi tunasema uwe na sera bora Unapojadili afya lazima uwe na sera bora ya afya au siasa bora ya afya. Unapojadili utawala, ni lazima uwe na mfumo bora wa kisiasa na sera bora ya kisiasa ambayo itakayosimamia utawala, misingi ya kanuni pamoja na sheria. Tumefahamiana vizuri. Sasa hii ni kwa mapana yake, lakini pia unapokuja katika demokrasia eh, ni watu kupata uhuru wa kuteua watu miongoni mwao ambao watakaokwenda kusimamia yale ambayo wanayoyataka kwa mujibu wa mahitaji yao ya wakati huo. Ndio maana ikapatikana demokrasia katika mfumo wa huduma za jamii. Tumefahamiana vizuri kwamba ni haki yangu mimi kutibiwa pindi ninapoumwa, lakini pia ni haki yangu mimi kupata elimu bure pindi ninapohitaji elimu, lakini pia ni haki yangu mimi e, kutengeneza uchumi wangu, ni, wa, ni haki yangu kusafiri tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo hizi zote ni huduma za jamii. Kwa hiyo zinapofanyika katika ubora wa kiwango chake, tunasema demokrasia ya nini? Ya huduma za jamii. Tumefahamiana. Lakini pia kuna demokrasia katika upande e, wa, wa maisha ya watu, kulinda maisha ya watu, usalama wao pamoja na mali zao. Tumefahamiana vizuri kwamba e, mimi kama mimi niwe na uwezo wa kusafiri sehemu yoyote bila kubughudhiwa bila kunyanyaswa, naweza nkaenda sehemu yoyote nikaanzisha jambo lolote, madamu tu kwamba ninafata misingi ya kanuni na sheria nilizowekewa, lakini niko huru kufanya hivyo, lakini niwe huru katika kutasarufi mali yangu, kuitumia mali yangu ninavyotaka, tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo hii inaitwa ni misingi ya demokrasia katika masala ya ulinzi na usalama tumefahamiana vizuri. Lakini kuna demokrasia katika upande wa kiuchumi, kwamba nina haki ya kutengeneza uchumi wangu ni wajibu, nina uhuru wa kutengeneza uchumi wangu, nina uhuru wa kufanya kazi zangu madamu sijavuka e, misingi ya kanuni. Lakini kuna uhuru, kuna demokrasia ya kuongea, demokrasia ya kutoa maoni, demokrasia ya kujieleza katika misingi ya kanuni na sio nje ya nini, ya nje ya kanuni. Tumefahamiana vizuri ya. Kwa hiyo ukija ukaangalia haya maneno mawili ukayatathmini vizuri, utaona kwamba ni maneno mawili tofauti, lakini yenye lengo la aina moja na. Naam, ndugu mtazamaji wa The Social TV, tunaendelea kupata faida kidogo, kapita hapo, kachambua kwa kina zaidi. Hivyo tuna maswali mengi, lakini leo tumeandaa maswali matatu. Hivyo tunakwenda katika swali la pili. Je, mheshimiwa, ni upi mchango wa viongozi wa dini katika kulinda amani? Uh, bila ikhtisar shadid, kwanza ni kushukuru umeuliza swali ambalo ni zuri sana, na kwa kupitia majibu haya yawezekana mudham eh, alunasi watu wengi wakaja wakatambua nafasi zao. Tunaposema kwamba eh, ni upi mchango wa viongozi wa dini katika kuhamasisha au katika kulinda amani ya nchi yetu eh, tunamaanisha kwamba eh, hakuna kitabu hata kimoja katika vitabu vya dini zote ambavyo vimekuja